Wale wale mlojipanga kuandamana <laughs> wale mlopanga kuandamana, nawakumbusha tu kuna maisha baada ya uchaguzi, lakini Mwaisela iko inawasubiri. Mwaisela, Mwaisela iko inawasubiri. Akili ya kuambiwa tumia na kwako, na washauri kapijeni, kula mrudi kwenu, mpambane na familia zenu maisha magumu, mlopanga kuandamana na washauri na washauri Niko na kuja kuwaona Mwaisela, ngoja niwape hint wale wanaotaka kuandamana. Naona mnamsikiliza dada yenu Mange, ngoja niwaambie kitu kidogo. Wakati Marekani wamepanga kuandamana kwenda kwenye ubalozi wa Tanzania, Mange wakati huko airport wanawafata wenzie, mkononi alishika passport. ile passport aliyoshika siyo ya Tanzania. Maana yake yeye alishaukana uraia wa Tanzania kitambo sana, sasa hivi ye sio uraia wa Tanzania yeye sasa hivi naleai wahuko sasa. Wewe ambaye unashawishiwa kuandamana, nikuambie tu, mwaisera iko wazi na kusubiria, lakini utakapokuwa pale mwaisera hutomwona yeye akisapoti upate drip, hutomwona akisapoti upate dawa, lakini huyo huyo ambaye unamtukana ndio ata authorize upate drip, upate dawa ukiwa mwaisera. Na kukumbusha bado familia yako inajitafuta, kama familia yangu, kapije kula, rudi nyumbani, pumzika. Acha Mungu atende muujiza wake, atupe kiongozi ambaye anamtaka. Narudia tena, tuache ujuaji, tuwache ujuaji ndugu zanguni. Huyo anawashawishi kapumzika zake, ana familia zake. Kwani Marekani hujamwona? Mbona alijifita Marekani, hajaonekana kwenye maandamano kakaakonegali. Wewe anakwambia toka, naenda kaandamane. Akili ya kuambiwa akuambiwa changanya na ya kwako, usiwe mjinga ukatumika kumnufaisha mtu. Wanalipwa kulela, wanalipwa mahela kule wanalipwa pesa ili wewe kukuingiza babani kuchafua amani ya nchi yako. Nisikumbuse na kukumbusha, amani tunu ya taifa. Ukiipoteza amani, kuipata kazi sana. Call me ndi simu yako i'm coming for you <tipa>